Unaweza kujikuta unaendesha kwa kasi, kama umechelewa kazini au unahitaji kuwahi miadi fulani, au unataka tu kufika unapoenda haraka iwezekanavyo. Hata kama unaendesha katika spidi inayotakiwa, kuna mambo fulani madogo madogo yanayoweza kukuweka kwenye hatari ya ajali na yanapaswa kuepukika. Endelea kutazama video hii ili ujifunze mambo nane unayokosea unapoendesha gari kwa kasi, ili uwe dereva makini kwa ajili yako binafsi, gari lako, abiria wako, magari mengine na vyombo vingine vinavyokuzunguka. Na usisahau kulike video hii, kusubscribe na kuwasha notification ili ujiunge nasi kwenye familia ya wajanja, familia ya Bongo Fresh TZ. Namba nane kukunja usukani isivyostahili. Namna unavyogeuza usukani ukiwa unaendesha kwa kasi ni muhimu sana. Watu wengi hutumia mkono mmoja au kuweka mkono juu ya mwingine wanapogeuza. Kama unataka kukunja kulia, njia sahihi ni kusukuma usukani kwa mkono wa kushoto na kuvuta kwa mkono wa kulia ukiendesha kwa kasi, uko kwenye hatari kubwa zaidi ya kupata ajali. Ndiyo maana unahitaji kuwa makini na airbags za gari lako na jinsi zinavyofanya kazi. Kama airbags itafunguka wakati unageuza usukani vibaya, nguvu yake inaweza kutupa mikono yako kwenye uso wako na kusababishia madhara makubwa. Ili kuepuka hili, kumbuka tu kutumia mbinu ya kusukuma na kuvuta Push and pull. Na hata kama umeshazoea, kamwe usirudie kugeuza usukani kwa kutumia kiganja tu au kwa kutumia kidole gumba. Namba saba: kuacha gari kutembea likiwa neutral. Kwa wasiojua gari kutembea au kusogea likiwa neutral, maana yake ni kwamba gari hilo linatembea bila msukumo wa engine. Sasa, kuacha gari lisogea lenyewe ni hatari, hata ikiwa haliko kasi. Ukiongeza kasi hatari inaongezeka zaidi. Gari likiwa nyutro linaendelea kusogea bila kutumia nguvu nyingi, unapoteza hata msaada wa brake ambao engine hutoa, kitaalam engine braking. Hali ya gari kuwa nyutro hutokea unapokanyaga clutch chini au kuweka gia kwenye nyutro. Ajali zinaweza kutokea pale madereva wanaposhindwa kutumia mafuta accelerator na breki na kuacha gari lijikontrol mwendo lenyewe. Jambo hili linaweza kuokoa mafuta kidogo, lakini itakufanya upoteze udhibiti wa mwendo wa gari yako. Ukikunja kona uwapo barabarani, matairi hayatakuwa tena chini ya udhibiti wa engine, jambo linaloweza kufanya gari ligeuke kwa kasi sana au kufanya kona iwe pana kupita kiasi. Na bila shaka, kama unaendesha kushuka mlima, gari litakuwa kama linateleza tu na litakusanya kasi haraka sana. Hii itakulazimu kukanyaga breki kwa nguvu ukitarajia kurudisha udhibiti wa mwendo haraka, jambo ambalo linaweza kuwa hatari kwa usalama wako, abiria wako na gari lako. Namba sita kutotazama barabara kwa makini. Hili linaonekana kama jambo la kawaida, lakini ni muhimu zaidi kuliko wakati mwingine wowote wa unapokuwa unaendesha kwa kasi. Hakuna kitu kinachopaswa kumvuruga macho dereva katika sekunde sita. Madereva wanaotoa macho yao mbele wakiwa barabarani kwa sekunde nne tu wanakuwa katika hatari kubwa ya kusababisha ajali, kwa sababu muda huo mtu anaweza kuvuka barabara ghafla, magari yakasimama ghafla, au mnyama akaingia barabarani. Purukushani nyingine za macho ni kama kutumia GPS ukiwa unaendesha, au kubadilisha wimbo katika redio ya gari yako, vinaweza kusababisha madhara makubwa. Kama haupo makini kiakili, yaani haujamakinika wakati unaendesha, hilo pia linaweza kusababisha ajali. Kama mawazo yako yapo kwingineko, labda unafikiria vitu vya kununua ukifika supermarket, au mambo ya kufanya siku hiyo, na unaendesha kwa kasi ya kilomita mia moja kwa saa, unaweza kukosa kuona alama muhimu ya kusimama, au usitambue kwa haraka ikiwa taa imebadilika kutoka kijani kwenda nyekundu, hivyo kuwepo kwa uwezekano mkubwa wa kusababisha ajali. Namba tano: kuendesha gari ukiwa umevurugwa. Kwa wasiofahamu, kuendesha gari ukiwa umevurugwa ni kuendesha ukiwa umelewa, kuendesha huku unachati au kuendesha gari ukiwa unaongea na simu, lakini tabia ya kusikiliza mziki kwa sauti kubwa huendeshapo gari pia inaweza kuathiri ushapu wako wa kufanya maamuzi endapo dharura yoyote itatokea. Utafiti uliofanywa na Memorial University of Newfoundland uligundua kuwa kusikiliza mziki kwa sauti kubwa kunaweza kupunguza muda wa mtu kufanya maamuzi kwa asilimia ishirini. Huo ni muda muhimu sana na unaweza kuzuia ajali isitokee. Sasa mziki wenye sauti kubwa ni upi hasa? Karibia 95 dB, na kwa kuwa redio nyingi za gari zinaweza kufika 110 dB na baadhi hadi 170 dB, hali hii hutokea mara nyingi kuliko inavyotarajiwa. Namba nne: kusikiliza nyimbo unazozipenda. Mziki mkubwa sio kitu pekee kinachoweza kukuvuruga. Nyimbo unazozipenda hata ukiweka sauti ya kawaida, pia zinaweza kukuvuruga. Mziki unajulikana kupunguza msongo wa mawazo, kwa hiyo una faida, lakini kupiga nyimbo zako kali sana, yaani zile unazozikubali haswa, huku unaendesha kwa kasi, siyo jambo zuri. Utafiti wa mwaka 2013 uliofanywa na Ben Gurion University nchini Israeli uliwapima vijana 85 kwenye ujuzi wa kuendesha wa kusikiliza mziki. Waliposikiliza nyimbo zao wanazozipenda asilimia 98 walifanya makosa. Waliposikiliza mziki laini kama soft rock au jazz, ni asilimia 77 tu waliokosea kwa hiyo kama umeamua kuendesha kwa kasi ni bora kuzima redio. Namba tatu: kusimama karibu sana na magari mengine. Inashauriwa kuongeza mara mbili au hata mara tatu umbali kati ya gari na gari. Njia nzuri ya kupima umbali huu ni kama gari lililo mbele yako linapita alama fulani au changamoto fulani, inapaswa kuchukua sekunde sita kabla ya wewe kuipita au kuifikia. Madereva wengi hawafikirii kuwa kadri unavyoongeza kasi ndivyo inavyopaswa kuongeza umbali kati ya gari na gari. Kwa kila spidi ya kilomita ishirini kwa saa inapaswa kuwa na umbali wa urefu wa magari takribani manne. Umbali mkubwa unakupa muda zaidi wa kujiandaa na hatari iwapo itatokea. Muda wa kufanya maamuzi hutofautiana kati ya mtu na mtu. Ukiendesha kwa kasi na gari lililo mbele yako likasimama ghafla, kwa muda mfupi sana utahitaji kuamua kama una overtake au ushike breki, na kama uendelee moja kwa moja au ulikwepe. Kwa kawaida inachukua kati ya sekunde saba hadi tatu mtu kuamua. Nakumbuka kama upo karibu sana na gari lingine. Hilo linaweza kuchukuliwa kama tailgating, ambalo ni kosa kisheria sehemu nyingi. Namba mbili, kuendesha kwa kasi licha ya hali mbaya ya hewa. Hali ya hewa ikiwa mbaya kama mvua kubwa au ukungu unaoathiri uwezo wako wa kuona, ni wakati wa kupunguza mwendo. Bahati mbaya, si kila mtu hufanya hivyo. Viwango vya mwendo barabarani vimetengenezwa kwa ajili ya hali nzuri ya hewa, hivyo ni muhimu kupunguza mwendo wakati wa hali mbaya ya hewa. Hata kama unaona unaweza kuepuka mvua kubwa na kudhibiti gari, si wewe tu unayehusika, ni magari yote yaliyopo barabarani pia. Magari mengine yanaweza kuteleza juu ya maji au kusimama ghafla. Ukiendesha kwa kasi utakuwa na muda mdogo wa kufanya maamuzi na unaweza kupanic na kukanyaga mafuta badala ya breki kwa nguvu, hivyo kupelekea ajali. Ukiendesha kwenye tope au utelezi, hiyo inaweza kufanya matairi yapoteze msukumo wake wa kujitegemea na kukunyima kabisa uwezo wa kulidhibiti gari lako. Inatakiwa ufundi wa hali ya juu kusimama kwenye tope au utelezi kuliko kwenye lami kavu. Kwa kawaida gari linalosafiri kwa kasi ya kilomita mia moja kwa saa linahitaji angalau futi 240 kusimama kabisa, lakini umbali huu huongezeka zaidi kwenye barabara zenye majimaji au utelezi. Namba moja: kuweka mikono vibaya kwenye usukani. Zamani watu walifundishwa kushika usukani kwenye maeneo ya saa kumi na saa mbili lakini dhama zimebadilika sasa wanashauri ushike usukani kwenye maeneo ya saa tisa na saa tatu ukishika usukani kwa mkono mmoja tu au chini ya sehemu inayoshauriwa kama saa nane na saa nne unapunguza uwezo wako wa kudhibiti gari udhibiti wa gari ni muhimu sana ukiwa unaendesha kwa kasi, ikiwa ajali itatokea. Kushika usukani juu sana kunaongeza hatari ya kuumia ikiwa airbag itafumuka. Kumbuka, usalama hauwezi kuhakikishwa kama unaendesha zaidi ya kiwango cha mwendo. Ni bora uchelewe kidogo kwenye miadi yako kuliko kuhatarisha maisha kwa kupata ajali. Kama wahenga wasemavyo, Kawia ufike, au haraka haraka haina baraka. Sasa tuambie, mwanabongo fresh, je, yeah, umewahi kufanya mojawapo kati ya haya? Tuandikie kwenye comment hapo chini. Usisahau kulike video hii, kushare kwa rafiki zako, na kubonyeza subscribe ili uendelee kuwa mwanafamilia wa Bongo Fresh TZ. Lakini usiishie hapa kama unataka kuwa dereva bora zaidi na kujua mambo ambayo unaweza kuwa unayafanya kimakosa bila kujua, bofya video inayotokea hapo mwisho wa skrini yako: mambo ambayo hutakiwi kufanya kama una gari la automatic. Ina vitu muhimu sana ambavyo kila mmiliki wa gari la automatic lazima avijue.